Uh, moja ya swali ambalo KingoFarm huwa tunaulizwa ni kwamba je, yeah, mkaa ni, ni, ni booster kwa ajili ya broiler? Jibu ni ndio. Mkaa ni booster kwa broiler na ni zuri sana lakini huu mkaa hauna hata kirutubisho kimoja ambacho kinamfanya broila wako awe mkubwa. Mnielewe vizuri e, namna ambavyo nimeongea hapa, mkaa hauna kirutubisho au hauna madini yoyote yale ambayo yatamfanya broila awe mkubwa. Sasa kuna namna ya kutumia kwa broila ili utumike kama booster, uweze e, kuwa boost kuku wako. Hii video, wale ambao mnasikilizaga video mnaishia njiani a, nadhani Uh, itakusumbua sana, ni vema ukaangalia mpaka mwisho. Nataka nikuelezee kiundani kabisa, ili ujue kitu ambacho unakifanya pale ambapo unatumia mkaa kama booster, kwa sababu pia huu mkaa una madhara. Kwa hiyo ukielewa hii video ukanisikiliza vizuri, ukapata hii elimu, inakuwa ni rahisi sana kwenda kuutumia kama booster. Lakini kama hutosikiliza eh, mpaka mwisho, ukienda kutumia huu mkaa utakuja kukuletea madhara. Kwanza, huu mkaa ukitaka kuutumia ili uweze kuwabusti broila wako, inatakiwa kwanza kabisa uactivate. Yani kuna namna uongezee, kuna kitu ambacho inatakiwa ukiongezee ili uweze kufanya e, kazi kwa ajili ya kuwabusti kuku wako. Na kitu ambacho waga tunatumia kwa activate, tunaweza tukatumia uh, tangawizi jinja, au tunaweza tukatumia limau hivi ndio vitu ambavyo tunaviongezea kwenye mkaa ili uweze kutumika kama booster. Na sasa tuje tuangalie sehemu moja eh, kwamba je, mkaa unafanya kazi gani? Wakati hapo mwanzo nimekwambia kabisa kwamba eh, huu mkaa hauna kirutubisho wala kinilishe au madini ambayo yanaweza yakamboost kukuwako moja kwa moja akawa ah, mnene. Hata kama unaweka kwenye chakula unachanganyia kwenye maji kama hivi ambavyo unaona hapa ah, hakuna kitu ambacho kitamfanya broiler wako awe mnene. Aa, aa, sasa kwenye hiyo video ambayo unaona hapo leo tunajaribu kuchanganya mkaa pamoja na tangawizi. Sasa kwa sababu tunachanganya kwenye huo mchanganyo wetu, e, mkaa pamoja na tangawizi na tunauweka kwenye maji, sio kwenye chakula kama ambavyo unaona broiler wanakunywa hayo maji. Aa, sasa, ili uweze kuelewa kwa nini mkaa unatumika kama booster kwa kuku, lazima uelewe umuhimu wa mkaa. Moja, e, mkaa unatumika kama toxin binding, e, kwamba unaondoa sumu. Kitendo cha wewe kuwachanganyia kuku wako kwenye maji E, cha maji wakanywa, wanapunguza sumu kwenye miili yao, ambazo sumu huenda zinatokana na uh, matumizi ya dawa, lakini pia vyakula ambavyo vinasindikwa na vitu vingine ambavyo tunawapatia kuku. Kwa hiyo inapunguza sumu, na kama utaweza kupunguza sumu uh, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata vile vinirishi ambavyo vipo kwenye chakula ambacho unawapatia kuku, kwa hiyo Uh, tuelewane jambo moja ni kwamba uh, mkaa wenyewe hauna viinilishe vile, lakini unatengeneza mazingira mazuri kwa kile chakula bora ambacho wewe unawapa kuku, kama unawapa grower au unawapa starter, ina protini na vitamini, yenyewe inatengeneza mazingira mazuri ili viweze kufyonzwa vizuri na vitumike kwa ufanisi mkubwa. Kwa kiingereza wanasema kwamba efficiency ya kile chakula iweze kuwa ni kubwa kwa wale kuku. Ukitaka uh, kuangalia pia na sehemu nyingine ambazo mkaa unafanya kazi, kama vile kuboresha umenyonywaji wa chakula, kwa hiyo ni maeneo hayo hayo kwamba mimi leo nimewapa gloa e, gloa labda ina protini ina wanga ina fati asilimia fulani, lakini sio asilimia zote ambazo kama kuku atakula protini ndio zitakwenda kwenye mwili wa kuku. Nyingine zina, zinatoka tu kama uchafu hazifanyiwi kazi, lakini kitendo cha kuwapa mkaa um, awa kuku kinaongeza ule uwezekano wa vile viinilishi ambavyo vipo kwenye kile chakula kuweza kumeng'enywa. E, tuseme mfano m, labda tuna chakula chetu x. Hiki chakula kina protini labda asilimia arobaini, e, labda kina wanga asilimia e, labda sitini, e, vitu hivyo na vingine asilimia nyingine sasa Uh, bila kutumia mkaa ile protini ya asilimia arobaini yawezekana kwenye mwili wa kuku inaenda asilimia ishirini na ishirini inapotea. Uh, sasa, tukitumia mkaa tunaitoa pale kwenye ile ishirini au tunaiongeza, tuna itakwenda labda hadi 35 ya 40. Kwa hiyo kitakuwa ni kiwango kikubwa cha protini ambayo inatumika kwenye mwili wa kuku na hivyo uh, kumfanya kuku aweze kupata afya bora. Aa, ukiangalia vizuri mkaa wenyewe ni bezi. Kwa hiyo kama mkaa ni bezi, kuna vitu kama viwili vitatu hivi kutokana na bezi ambayo vipo kwenye mkaa vinakwenda kumsaidia kuku, kama vile e, ku neutralize acid, yani kupunguza kiwango cha asidi kwenye vyakula ambavyo anakula kuku e, asidi ikizidi kwenye vyakula ambavyo anakula kuku, uwezekano wa kukua yule kuku unakuwa ni mdogo, lakini pale ambapo unaweka asidi inakuwa katika kiwango sahihi au inapungua, basi inafanya uh, tuna, ina, tunasema kwamba kwa Kiingereza ina improve digestion, yani inaongeza, ina umengenywaji wa chakula kwa yule kuku. Lakini pia uh, inapunguza miharo, mfano Uh, broiler ni mabingwa wa kuhara, yani ni kuku fulani uh, kwa mfano tu broiler ukiwajaza sana kwenye banda, unakuwa unapata shida sana ya kusafisha banda kwa sababu wanahara sana maji yani, wana, wa, wanahara sana kinyesi chenye maji, na hii inatokana na kwamba broiler mwili wao una joto, yani metabolic reaction, tunasema kwamba reaction za ule mwili mwili wa kuku wa, wa wa broiler ni, ni haraka sana, unatengeneza joto sana kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo huwaga unahitaji kupozwa ule mwili, kwa hiyo kama unahitaji kupozwa ule mwili, broila wanakunywa sana maji, kwa hiyo wakinywa maji, huwa inawafanya wanakuwa wanahara maji sana. Sasa mkaa wenyewe huwaga unachoza maji kwenye mwili wa kuku na kuwapunguzia hiyo adha ya kuharisha sana. Na kama kawaida, tukirudi hata kwa binadamu, kwa kawaida mtu ambaye anaharisha sana, e, ukipata ugonjwa wa kuhara lazima tu uzito utakuwa unapungua kwa kiasi fulani. Kwa hiyo kama utafanya broila wako wasiwe wanahara sana, basi utakuwa umewasaidia waweze kupata uzito uzito kwa kiasi fulani, hata kama ni kiasi kidogo, lakini uh, ni kiasi ambacho kitakusaidia sana wewe kuwahi kuwauza hao kuku. Kwa hiyo mkaa una faida hizo, ndio maana mwanzo nimekuambia kabisa kwamba, uh, mkaa hauna vinilisha vya kumfanya broiler aweze kufanyeje, aweze kunenepa kwa haraka zaidi, lakini mkaa una tengeneza mazingira kama haya ambayo nimekuelezea hapa, ili broila wako waweze kukua katika mazingira mazuri. Sasa huu mkaa usiwape peke yao, unawachanganyia na tangawizi. Nitawatajia kipimo hapo mwishoni. Sasa tangawizi na kazi gani? Kumbuka kuku katika ukuaji wake ni akiumwa anarudi sana nyuma uzito. Kwa hiyo kitendo cha wewe ku, ku, ku, kuongezea tangawizi mle, eh, tangawizi inakwenda kupambana na magonjwa kwa asilimia kubwa. Na kama utawapa mkaa peke yao huwa unakuwa na madhara. Kwa mfano, mkaa una uwezo wa kunyonya sumu na ukafanya nyongo ikavimba sana. Eh, kwa mfano, mtu ambaye anatumia sana mkaa wenyewe kama wenyewe kwa kuku, ukiwachinja wale kuku kienda mle unakuta nyongo imevimba ime sana kwa sababu E, mkaa ukinyonya sumu unapeleka kwenye nyongo, kwa hiyo nyongo ile inakuwa na sumu nyingi, ndio maana utakuta e, nyongo imevimba kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ukichanganya na hii tangawizi unapunguza vitu kama hivyo, kwa sababu hii kwanza inazuia e, maambukizi ya magonjwa, alafu pia e, tangawizi inafanya kazi moja nzuri sana, huaga ina tengeneza mazingira ya chanjo yoyote ile ambayo umewapa kuku wako kuweza kufanya kazi vizuri. tuna, tuna, tuna, zaidi kitaalam tunasema kwamba inatoa mwitikio mzuri zaidi wa chanjo. Mfano mzuri wenyewe mnajua wafugaji kwamba unaweza kwa ukawapa kuku wako chanjo ya Newcastle na wakaumwa kideli vizuri kabisa. Kwa hiyo kitendo cha kutumia tangawizi unawafanya ile chanjo ifanye kazi vizuri zaidi mwilini. E, lakini pia tangawizi pia nayo ina support vizuri kabisa digestion, yani inatengeneza mazingira mazuri ya mmeng'enyo wa chakula e. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuwachanganyia mkaa pamoja na tangawizi utawafanya kuku wako waweze kuwa wanene. Hii inatumika kama booster kwa kuku wako, kwa hiyo itawabusti kuku wako. Sasa unachanganya kwa kipimo gani? Nisikilize mpaka mwisho. Uh, pia nikukumbushe sisi Kingo Farm tunatoa elimu ya ufugaji vizuri kabisa kwa undani kabisa, kupitia magrupu yetu ya WhatsApp, ambayo utajiunga kwa shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Na pia tunavyo vitabu vinne. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji, huu ni mwongozo wa kuku chotala, kuku wa kienyeji na kuku wa mayai. Tunacho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji ni tokea wakiwa vifaranga. Tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler. Hiki kitabu kitakusaidia sana kuwafuga kuku wa broiler. E, ni mwongozo mzuri sana wa kuwafuga kuku wa broiler, e, unaouza kuku wako wakifika siku ya 24 lakini, tunacho kitabu cha tiba za asili. Hiki kitabu kinatibu magonjwa yoyote yale, hata kama umewahi sikia haya magonjwa hayatibiki, lakini hiki kitabu kinacho, e, kina hizo tiba e, kinakusaidia wewe kuandaa dawa ya kuweza kuatibu hao kuku wako. Kila kitabu kimoja kinauza shilingi elfu kumi na hivi vitabu vipo katika soft copy. Eh, WhatsApp. Kwa hiyo tunakutumia WhatsApp ukilipia shilingi elfu kumi. Kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi, ukitaka vyote vinne hivyo, kwa mfano ni shilingi elfu arobaini. Tutafute kwenye hiyo namba ili tuweze kukuhudumia, tuweze kukutumia hivi vitabu. Sasa kipimo kwenye maji lita kumi, kwa mfano makopo ambayo unayaona hapo, ayo makopo yana maji lita kumi. Unaweka kijiko kimoja cha mkaa, lakini na tangawizi moja. Kwa hiyo unaibrendi vizuri kabisa hiyo tangawizi, unaweka humo, na kama utachuja kama hivi ambavyo unaona hapo, unaweza ukachuja, lakini kama utachuja ni sawa, lakini hakikisha Uh, mkaa unaoweka na wenyewe umeuponda ponda, sio weke mkaa ambao haujapondwa pondwa. Kisha wapatie kuku wako. Na sio kitu cha kuwapa mara kwa mara, hii ni booster. Unaweza kuwapa mara mbili kwa wiki au mara moja.